Bando la chuo sehemu ya kumi. Ilipoishia tulikubaliana na wazo lile na kwa kuwa baba yule ana muda mrefu sana hajafanya mapenzi tulipata wazo tumtafutie mtoto wa kike, maana ndio atakayemua kirahisi. Wazo lile lilipita, wote tukapongezana tukiamini mambo yanaenda kuwa mazuri. Endelea. Baada ya kila kitu kukamilika, tulimkumbuka yule changudo ambaye tulimgonga wote wanne na bado tukamshindwa. Yule tuliona kabisa anaweza akafanya kazi yetu kwa sababu kwanza ni mvumilivu, alafu ni jasiri pia. Wadada kama wale huwa hawana huruma kabisa. Mwita akasema namna ya kumpata huyo dada tumwachie yeye. Sisi tusikilizie majibu tu. Wakati hayo yote yanaendelea, Asha mke wangu aliendelea kunipenda sana. Hakuwa na wasiwasi wowote wa na mimi kwamba nina njama ya kumuua baba yake. Asha alitokea kuniamini mno, mpaka namba zake za siri za benki alikuwa ameniambia. Baada ya miezi miwili kupita, siku moja majira ya saa nne usiku, nikiwa kitandani na mke wangu Asha, simu yake iliita na alipoangalia namba mpya ndiyo ilikuwa inapiga. Akaniuliza, nani ananipigia simu saa hizi? Pokea sasa, yaani unaniuliza mimi tena? Nilimwambia maneno hayo akapokea simu ile ambapo alisikiliza kwa sekunde kama kumi hivi akaropoka kwa sauti ya juu akisema, baba baba, jamani, baba yangu mimi Aliongea hayo kwa sauti ya juu alafu akanikumbatia akanyamaza kimya, na nilipomwangalia vizuri, kumbe alishapoteza fahamu. Nilichukua ile simu nikapiga, ambapo ilipokelewa na dada mmoja aliyejitambulisha kwamba ni dokta. Akaniambia baba Asha amefariki. Niliposikia vile, haraka nikamkimbiza hospitali, kisha nikamwacha, kisha nikampigia mwita simu, akaniambia mambo ni mazuri, nisiwe na wasiwasi. Roho iliniuma sana kutokana na kifo cha mzee yule, kweli sikupenda afe lakini pesa nilikuwa nazihitaji. Wenzangu walishanijaza tamaa. Mke wangu alipata fahamu akaruhusiwa siku iliyofuata, na taratibu za mazishi zikaanza. Hakika ilikuwa simanzi kubwa sana, ambapo siku ya mazishi walitangaza kwamba marehemu amekufa kwa kuzidisha pombe, sasa kiwango kwa ulevi, ikawa imezidi kwenye mwili wake figo zikashindwa kufanya kazi, ndiyo ikapelekea kifo chake. Niliposikia vile, kwanza nilishangaa sana kwa sababu nilitegemea ni sumu, lakini kumbe ni pombe. Niliwaza sana, lakini sikujua ni akili gani imetumika pale. Baada ya mazishi, jioni yake tulikutana wote wanne, kwanza tukapongezana kwa kilichotokea. Mwita akasema, yule dada aliyefanya mauaji nimempa pesa yake milioni mbili tuliyokubaliana na sintamua wala nini lakini Mwita, hayo hayakuwa makubaliano yetu, itakuwaje akivujisha siri zetu? Hawezi yule, binti ana akili mno, kwa akili aliyotumia hastahili kufa na hawezi kuvujisha siri yoyote. Alafu ilikuwaje? Maana nimeshangaa mzee amekufa baada ya kunywa pombe nyingi. Niliuliza Mwita akaniambia, yule binti aliomba kazi ya usafi kwa yule mzee, yaani akawa kama beki tatu alikaa na yule mzee akamsoma, alivyo akamtega, akategeka, wakawa wapenzi. Na baada ya mzee kumwamini, akamtengenezea kontail ambayo pia ni sumu. Aliniambia vinywaji aliyochanganya ikatokea bonge na sumu, na mzee alivyokunywa, ni kweli alilewa sana na ndiyo ikapelekea kifo chake. Sasa mtu ametumia akili kama hiyo, kwa nini umue, wakati hizo milioni mbili angepaki na yule mzee angepata tu? Lakini ametuheshimu akafanya kazi iliyompeleka ndiyo maana nimemwacha aende. Tuliposikia vile hatukuwa na la kusema, tulijipongeza kisha kila mmoja akatawanyika. Baada ya mazishi na kila kitu kukamilika, mambo yote yaliisha, na kama tulivyowaza ndio ilivyokuwa. Asha alininimilikisha mali na miradi yote ya baba yake nisimamie makampuni ya usafirishaji mizigo, viwanda vya kukoboa mpunga, maduka ya jumla na hotel zote aliniambia niwe nasimamia. Kwa wakati huo yeye alikuwa bize na masomo yake ya chuo, sijui alikuwa anasoma ya kazi gani wakati kwao kuna mihela. Nilipokabidhiwa miradi ile, kama kawaida sikuwasahau wenzangu, wote niliwaweka kwenye ile kampuni ya usafirishaji, kampuni ambayo ilikuwa ndio sehemu nyeti ya baba Asha, kwani ofisi ile ilikuwa inaingiza pesa balaa ndani ya miezi nane wenzangu walikuwa matajiri tayari. Baada ya mwaka mmoja kupita, mke wangu alibeba mimba. Tulifurahi sana kwa na tarajio ya kupata mtoto. Niliwajulisha nyumbani, ambapo nao walifurahi pia. Kwa upande wa makampuni, yalikuwa yanaendelea vizuri na utajiri wetu ulizidi kukua siku mpaka siku, na kwa upande wa wakina Mwita hali ilikuwa vile vile. Yaani, kwa kifupi maisha tulikuwa tumeyapatia Tukiwa katika harakati za kusubiria mtoto wetu, upande wa kampuni ya usafirishaji tulipata tenda kubwa sana ya kupeleka mahindi ya taifa kwenye gala ya Dodoma kutoka kwenye gala ya mkoani Mbeya. Ingawa makampuni mengi ya usafirishaji yaliomba tenda ile, kampuni yetu pekee ndiyo ilipita. Ilikuwa furaha sana mpaka wote kwa pamoja tukaelekeza nguvu kwenye tenda ile. Ilitubidi tusafiri na madereva kwa usalama zaidi wa mali ile ya serikali siku moja kabla ya safari nilimuaga mke wangu vizuri. Tukaondoka majira ya sita mchana tukafika Mbeya saa tisa kwenye gala, na muda huo huo mzigo ukaanza kupakiwa. Sisi tukaingia mtaani kutafuta pa kulala ili asubuhi na mapema tuanze safari. Wakati tunatafuta sehemu tule, Mwita alipokea simu ya mwanamke akaongea naye, alafu akasema, oya wana yule mke wa polisi ameniambia leo anakuja mume wake anasafiri. Vipi, so aje na wenzake, waje kama tulivyo, au Joji hutaki kusaliti ndoa? Shabani aliniuliza. Nikawaambia wanangu, lakini dhambi hizi mpaka lini? kwani tumefuata wanawake Mbeya? Haha, acha hizo Joji, sasa hivi sisi ni matajiri, lazima tutembee na watoto wakali. Huyo mke wa polisi kitambo sana Mwita anagonga, sasa hivi ana mimba ya Mwita, lakini mume anajua mimba ni yake. Alidi aliniambia hayo, nikamsikiliza kwa makini, nikanyamaza. Tukaendelea na safari ya kwenda kutafuta sehemu tule kisha tulale, na wakati huo madereva wetu walishatawanyika kivyao. Tulienda kwenye baa maarufu sana mkoani Mbeya, tukaagiza chakula na wakati kinaandaliwa, walifika wanawake wanne wazuri sana. Mmoja akamkumbatia Mwita, wengine wakawa wanatusalimia. Baada ya salamu waliketi. Yule aliyemsalimia Mwita kwa kumkumbatia akawatambulisha wenzake kwetu. Baada ya hapo, nasi tukajitambulisha. Baada ya utambulisho, Mwita aliwauliza wanakunywa nini, wakasema kabla ya vyote kwanza wale ndio wajue wanakunywa nini. Walikuwa wanaongea kwa kujiamini sana, utadhani bili ikija watalipa wao. Kweli kuku choma zililetwa na chakula chetu tulichoagiza kililetwa, tukala, kisha pombe ikaletwa, wakaanza kunywa kwa fujo. Wakati huo mimi nikawa na kunywa juisi tu. Kufikia saa nne za usiku, wote walikuwa wamelewa chakari, hasa wale wanawake ndio kabisa, yaani walikuwa hawajitambui, isipokuwa mmoja ambaye akikuwa mtaratibu kidogo, ya hakuwa amelewa sana Wenzangu wote walikuwa wameshazoeana na kujichukulia mmoja wa wanawake wale, isipokuwa mimi tu. Hivyo akawa amebaki mwanamke mmoja yule ambaye hakuwa amelewa sana, ya hakuwa na mtu, kwani walikuja wanne na sisi tupo wanne, alafu mimi sikuwa naeleweka. Yule mwanamke alikuwa ananiangalia sana muda wote, alitamani nimsemeshe, lakini sikuwa na muda naye kabisa. Nilikuwa nawaangalia tu wenzangu wanavyofanya vituko, nikawa nawacheka, na tayari tulishalipia vyumba pale pale. Tulipotosheka kila mmoja alikwenda kwenye chumba chake akiwa na mpenzi wake isipokuwa mimi na wakati naenda, nilimwona yule msichana ambaye hana mtu akiwa ananiangalia sana. Sasa mbona mimi sielewi? Aliwauliza wenzake kwa sauti ya kilevi. Mmoja akasema, huelewi nini bwana? Ako si yule pale? Mbona haongei? Haongea nini sasa wakati umevaa minguo yako hiyo? Vua chupi uone kama hataongea, we mshamba nini? nilisikia maongezi yao nikawa najifanya kama sisikii, na baada ya maongezi yale, yule mrembo alianza kunifuata. Alinifata mpaka nikafika kwenye mlango wangu, nikafungua mlango, lakini kabla sijaingia ndani, nilisimama mlangoni nikamuuliza, niambie dada, shida nini? Mbona unanifuata? Kabla hajajibu nilimwona Mwita anakuja, na aliponifikia alinitoa pale mlangoni, akamshika yule binti mkono akamwambia, ingia ndani shemeji, ingia ndani mama. Alipomsukumia ndani, alivuta mlango akaniambia, kaka, lala na huyu demu na kuomba, hata usipofanya naye chochote, lakini mwache alale hapa na kuomba, saa hizi ataenda wapi? Naomba mwache alale tu. Lakini sikusema mnilete, mniletee mwanamke, mliwaita wenyewe. Sawa kaka, nisamehe mimi, lakini naomba mwache alale hapa, ufanye naye au usifanye naye, poa, ila alale tu. Mwita aliongea kwa upole iliyochanganyika na sauti ya pombe. Kwa kuwa ni jamaa angu sana, nilimwelewa. Akaondoka akaniacha nimesimama pale mlangoni. Nilienda kaunta nikachukua paketi moja ya kondom ili chochote kikitokea niweze kujikinga. Kwa kweli sikuwa na nia kabisa ya kumsaliti Asha wangu, ila ndiyo hivyo, marafiki walikuwa wananipoteza. Nilipofika chumbani sikumkuta yule mwanamke lakini nilipokaa kitandani nilisikia maji yanamwagika bafuni nikajua anaoga na kweli nilipotupa macho pale kitandani niliona nguo zake pamoja na kibegi chake cha kike. Baada ya dakika kadhaa alitoka mle bafuni akiwa amejifunga taulo akaanza kujifuta futa kwa kutumia ile taulo lakini hakuwa amefungua mwilini mwake. Nami nikaingia bafuni na nilipotoka nikamkuta anajipaka mafuta akiwa ndani ya kanga moja. Wowowo yake laini ikaanza kunidhatisha. Kumbe kwenye kile kibegi chake alikuwa amebeba kanga. Mwanamke yule alikuwa na bambataa hatari, ingawa hakuwa mnene, lakini chura alikuwa nayo si haba. Kwa kuwa nilishajifuta bafuni nilinyokea kwenye nguo zangu, nikavaa boksa, kisha nikalala nikajifunika, tayari kuutafuta usingizi. Wakati huo hisia za mapenzi zilikuwa zimenitawala mno. Yule mrembo alipomaliza, alipanda kitandani, akavuta shuka, akalala. Wakati huo akawa amenipa mgongo, makalio yake yamegusa nani yangu, na hakuwa amevaa chochote. Machine ilisimama mno mpaka nikahisi itatoboa boksa na kila nikirudi nyuma alikuwa ananifatishia, nikawa nashindwa nimwambie nini. Wakati najiuliza cha kufanya aliingiza mkono wake kwenye boksa yangu, akatoa mashine yangu, akawa anajigusa-gusa nayo kwenye utamu wake. Kuna wakati aliingiza nusu, alafu anachomoa, na bado alikuwa amenipa mgongo mimi, nikawa hoi. Na wakati sijakaa sawa, aligeuka akanitazama usoni, akaleta ulimi wake akaingiza kwenye pua yangu, kitendo kilichonifanya nishtuke kama nimepigwa shoti ya umeme. Tulia kipenzi aliniambia kwa sauti ya kunong'ona, akanipa mdomo nikaupokea, tukaanza kubadilishana mate, wakati huo anachezea mpipi wangu. Yule mwanamke alikuwa mjanja sana kitandani, sijawahi ona kweli. Leo nimepatikana na lambwa mpaka pua hii, hatari. Mapenzi ya wapi tena haya? Niliwaza haya, wakati huo nikawa sina ujanja tena, kwa sababu yule mwanamke alikuwa anacheza na mwili wangu utadhani hana akili nzuri. Alipeleka ulimi wake kwenye pua yangu kwa mara nyingine, akaingiza ndani ya pua zangu kwa zamu. Safari hiyo niliweza kuvumilia, nikawa nimejikaza kama samaki mkizi aliyekaushwa kwenye mafuta. Sijui aliwezaje kusokota ulimi wake ikaingia kwenye pua zangu. Kitendo kilichonisisimua balaa. Alipanda juu, mimi chini, akatoa ulimi kwenye pua akahamishia kwenye sikio langu la kushoto, na wakati analamba masikio yangu kwa zamu nilihisi utamu na raha. Kumbe alishalengesha mashine kwenye utamu wake na pale ilikuwa inaingia taratibu. Mambo ya kondomu sikukumbuka pale pale, tulianza kufanya mapenzi baada ya raundi kadhaa tukiwa tumejipumzisha kitandani kwa mara ya kwanza, yule mrembo alifungua kinywa wake, akaniambia, asante kaka, umenipa raha sana. nilisikia unaitwa Joji kama sijakosea, si ndio? Ndio wewe, unaitwa nani? Vile naitwa Dayana. Poa, Diana, nimefurahi kukufahamu. Siyo Diana bwana, Dayana, kuna tofauti hapo. Ndiyo, mi Dayana. Tulipiga stori mbili tatu kisha tukalala mpaka asubuhi. Asubuhi na mapema tuliamka tukanywa supu pale pale kwenye ile bar. Wale warembo wakaondoka, sisi tukaelekea kwenye gala ambapo magari yetu yalikuwa tayari kwa safari. Tulikuwa tunasubiriwa sisi tu na baada ya kuhakikisha kila kitu kipo safi, safari ilianza. Magari yalikuwa mane hivyo kila mmoja alipanda kwenye gari moja na kufanya idadi ya watu kwenye gari tuwe watatu pamoja na dereva na utingo wake. Safari ilianza na hatukufuatana, tuliachana tukapanga tukutane Dodoma mjini, safari ya kwenda kwenye gala zianze kwa pamoja. Gari nililokuwa nimelipanda lilibaki nyuma kabisa na hii ni kwa sababu nilipitia bank kumtumia pesa meneja wangu wa kiwanda cha mpunga kwa ajili ya malipo ya vibarua kwa siku hiyo. Gari lile nililokuwepo lilipofika sehemu moja panaitwa Mlima Nyoka tulikuta foleni kubwa, alafu magari ya polisi yamejaa kila upande na mengine yakawa yanazidi kuja. Paliitwa Mlima Nyoka kwa sababu barabara iliyopita kwenye mlima ule ilikuwa imejipinda pinda mfano wa nyoka. Nilipoona hali ile, nilimgeukia dereva nikamuuliza, hii foleni ya nini? Nahisi kuna ajali mbele, si unaona polisi na magari ya wagonjwa? Dereva alinijibu na wakati hatuna hili wala lile, kijana mmoja alikuja pale kwenye gari letu akatuambia gari la kampuni yetu limepata ajali. Nimejua ni kampuni yenu kwa sababu gari ni kama hili hili na pia jina la kampuni ni hili. Ajali ni mbaya sana, poleni ndugu zangu. Niliposikia kauli ya yule kijana nilishtuka mfano hakuna. Nikashuka huku natetemeka, nikawa naelekea kwenye ile ajali huku nimeongozana na yule Wakati huo nguvu nilihisi zinaniishia, nikawa naomba isiwe kweli. Nilipofika maeneo yale sikuamini nilichokiona kwani gari lile alilokuwa amepanda Mwita lilikuwa limeacha barabara likatumbukia kwenye korongo pale mlimani. Gari likawa limeharibika vibaya sana sehemu ya mbele kiasi kwamba sio rahisi mtu awe ametoka salama. Wakati na shangaa pale, Shabani alinipigia simu akaniuliza nilipo nikawambia. Akasema atawao wapo pale pale, nikamwelekeza upande nilipo. Baada ya muda mfupi, wakaja pamoja na Alidi wote wakiwa wameongozana na madereva pamoja na utingo wao, na waliponifikia Shabani akaniambia Jamaa angu ndio hivyo, na hatujui hali ya jembe letu Mwita itakuwaje kwa sasa. Lakini watu wanasema hajaumia. Haiwezekani, gari limeisha mbele kabisa alafu unasema hawajaumia, inawezekanaje hii? Mungu asaidie tu jamani, Mwita asiwe katika matatizo. Tumetoka naye Mwanza akiwa mzima, leo arudi marehemu, itakuwaje? Acha mawazo hayo, atakuwa ni mzima. Nimeshapiga simu ofisini. Gari moja linakuja ili tufaulishe haya mahindi ya watu, safari iendelee wakati taratibu zingine zinaendelea. Shabani aliniambia tukawa tunafanya uchunguzi kwa watu, sikutaka kuwauliza polisi, maana niliogopa wangenipa habari mbaya ambao sikutaka kuisikia. Tulisikia watu wanasema kwamba hawakuwa wameumia sana ila ni maongezi tu, hatukuwa na uhakika. Baada ya gari lingine kufika, tulijitambulisha kwa polisi, tukawaonyesha kibali na leseni ya kampuni, wakaturuhusu. Vijana wakashuka korongoni, wakaanza kutoa yale mahindi na kuyapandisha juu, kisha kuyapakia kwenye gari lingine, na safari ikaendelea. Lakini mimi nikabaki na wale polisi, ambapo walikuwa wananiambia tu kwamba jamaa hawajaumia. Saa kumi na moja gari la break down lilifika, wakalitoa lile gari letu mle korongoni, wakapeleka polisi wakidai ni kwa ajili ya uchunguzi. Nami nikarudi Mbeya mjini kwenye ile gesti niliyolala jana yake. Ikipofila saa mbili kwenye taarifa ya habari kwenye TV pale ndiyo nilipata ukweli kamili. Walitangaza kwamba watu watatu wamekufa kwenye ajali mbaya ya gari baada ya gari lao kuacha barabara barabara na kutumbukia mtoni. Mpaka pale nikajua kwamba hakutoka mtu, ina maana dereva, utingo pamoja na Mwita wote wameaga dunia. Mke wangu nilimpigia, nikamwambia ambapo alihuzunika sana, akaniambia nifanye hima nirejee nyumbani kwa sababu hana raha kabisa tangu nimeondoka, moyo wake umekosa amani. Siku iliyofuata saa tisa alasiri Alidi na Shabani walirejea kutoka Dodoma, wote kwa pamoja tukaelekea nyumbani Sumbawanga siku hiyo hiyo. Hakukuwa na muda wa kupoteza, tulifika tukakaa kikao cha wanafamilia kwa ujumla, tukapanga taratibu za mazishi, tukapiga simu kwao tukawapa taarifa zile, na siku mbili baadaye tulisafirisha mwili wa Mwita mpaka Musoma. Wakati huo dereva wake na utingo tayari walishazikwa, uzuri wenyewe walikuwa wenyeji wa pale pale Sumbawanga. Tulisimamisha kazi zote, hata makampuni na maduka yote tulifunga, wote tukaenda Musoma. Wafanyakazi walionesha moyo sana, kwani karibia wote waliungana na sisi, mabasi mawili yalikuwa yamejaa raia. Tulifika Musoma, taratibu tujakuta zinaenda vizuri. Tukaeleza ilivyokuwa kwa baba yake pamoja na baadhi ya wazee, tuliongea mengi, tukawaelezea na maisha halisi ya Mwita kwa kipindi kile mpaka umauti ulipomkuta. Tulipomaliza maongezi kabisa, mzee mmoja aliniuliza, Alafu tulitaka kusahau, Mwita hakuwa ameoa? Hapana, hana mke. Mwita, sawa, yote mipango ya Mungu. Asanteni kwa ushirikiano wenu vijana wangu. Baba Mwita alisema hayo, na siku iliyofuata mazishi yalianza kufanyika. Mwili wa Mwita ulishushwa kaburini, lakini vijana walipoanza kufukia, alitokea yule mke wa polisi ambaye ana mimba ya Mwita. Alikuwa analia sana, akawa anawazuia wale vijana wasimfukie Mwita ambaye alidai ni mume wake, ili amwone kwa mara ya mwisho. Sikujua yule mwanamke amefikajem, ingawa alikuwa amejifunga kanga, tumbo lilionyesha kabisa kwamba ana mimba. Mwacheni mume wangu jamani, ni mwone kwa mara ya mwisho! Mwacheni Mwitaa, baba amka! Alikuwa analia yule dada kwa uchungu, na pale pale wazee wakazuia mwili usizikwe kwanza. Shughuli ile ikasimama, tulishangaa imekuwaje. Na wakati tunajiuliza, jamaa mmoja mwenyeji wetu ambaye amekuwa na sisi karibu tangu tumefika pale, alituambia, ikijulikana hii mimba ni ya Mwita, lazima mwili ufukuliwe, ikatolewe mti aliyowekewa, ndio azikwe. Mti amewekewa kivipi kaka? Kikwetu mwanaume akifa akiwa hana mtoto kabla hajazikwa anaingiziwa kijinga cha moto matakoni, ndio anazikwa. Sasa huyu dada kwa sababu amedai Mwita ni mumewe, na kama mnavyoona, dada ni mjamzito, kwa hiyo mwili lazima ufukuliwe, itolewe ile kijinga ndiyo izikwe upya. Sasa kwa nini mnafanya hivyo? Ndiyo taratibu zetu, wanasema afe na nuksi zake, asitokee mwingine kama yeye, hata kama in mtoto wa miaka mitatu, ikimradi ni mwanaume, alisema yule kijana, na kweli utaratibu ulisimama. Yule mwanamke akachukuliwa, wakaingia ndani na baada ya dakika kama tano, wazee waliamuru maiti ifukuliwe ikatolewa ikaingizwa ndani na baada ya muda, ikatolewa taratibu za mazishi zikaendelea. Baada ya mazishi na kila kitu kukamilika, tulirejea Sumbawanga wote, na safari hii tuliongozana na yule mwanamke wa Mwita ambaye pia ni mke wa polisi. Tulimchukulia kama shemeji yetu na tulipofika Sumbawanga, kwa kuwa mimi pekee ndio nimeoa, asingeweza kwenda kulala kwa Alidi wala Shabani. Nilienda naye mpaka kwangu nikamtambulisha kwa Asha. Asha akampa pole nyingi, akalala na siku iliyofuata asubuhi aliondoka akaenda Mbeya. Siku hiyo nilishinda nyumbani na mkanda kanda mke wangu Asha ambaye alikuwa kwenye hatua za mwisho mwisho na siku si nyingi anajifungua. Ilipofika saa mbili za usiku, wakati tunajiandaa kwenda kulala, nilisikia mlango wangu unagongwa kwa fujo sana, utadhani mgongaji ana ugomvi na mimi. Sikuwa na wasiwasi, nilienda kufungua mlango, ambapo hata kabla sijamaliza kufungua, yule mwanamke wa Mwita alisukumiwa ndani, kisha wakaingia wanaume watatu wakiwa wameshika bastola. Wakati huo, yule mwanamke analia sana, huku damu zinamtoka mdomoni, huku uso wake umevimba kwa kipigo. Je, nini kitajili? Usikose sehemu ya kumi na moja.